agiza kitu tu moja tu, tukawambia tupe tu uh, ile written confirmation ya kwamba vitu tumeelewana. Ndio hivi wakatupa kwa mdomo ah, ya kwamba tumefanya hii, tumeelewana, tumefika mwisho. Hata wewe kama binadamu, wewe mwenyewe umechukua deni kuishi kumka. Nimewambia watu walilipwa mshahara wao wa Mei mwezi wa tarehe kumi na nane Juni na hiyo hiyo mshahara unalipwa ni mshahara duni, si ule mshahara unafaa kulipwa kuzidisha hivyo. Unasikia wale watu wako katika kaunti ziko hapa kando yetu wanalipwa kama Mombasa, wanalipwa kwa saa. Unafaa ukienda kaunti karibu zote, ni hapa Kwale wale sijui nini imefanyika. Kwa hivyo tunakuomba gavana achane sisi, ni watu ambao hatutaki wananchi waumie. Hata sasa tunaingia pale hospitali tuone nini tunaweza saidia, twa kuomba utuite, tunaweza sikia, lakini tuonyeshe ya kwamba kuna kitu mnafanya, siku tuambia maneno ya o, mdomo o, nini. Aa, nataka tusiende, atituambie rudi kazi tena, baada ya siku kumi tena tugome tena. Siku zingeza zenu mnazodai kutoka miaka hii ya kupita, kama miaka saba kumi, mutapewa kwa tume budget, halafu mwaka ukiisha waambiwa hakuna pesa. Sasa imefika hali ya kuwa hao madaktari hali zao za maisha huko nyumbani zinaanza kwa ngumu. Inakuwa we mwenyewe ukitaka kufika nyumbani, waogopa wafanya kusikia tu huko, wasikia huko ndani huko kuna kelele tu, watoto wapigwa makonde e, kumbe hujalipa bili ya stima, hujalipa bili ya maji hujalipa, e, nyumba ndio hiyo hujalipa watoto haftamu wamerudi kwa dai wa school fees. Sasa ikifika hapo wayabidi sasa usimame sasa useme sasa, sikiza hebu lipeni hizi pesa zangu. Ndio hizo pesa tunazozisubiri na tungependa kwa watu wa Kwale county government, governor arudi chini aje atuone, tuzungumze, watatue hizi shida ya mishahara ili tuweze kurudi members wa KMPDU wameanza mgomo um, wao leo. Nimepata hizo habari kutoka kwa facilities, lakini nataka kuashua, nataka kuwahimiza wananchi wa Kwale kwamba huduma katika hospitali zote za Kwale, hospitali zile kubwa za Kwale kule Lungalunga, Msambweni, Kinango, Samburu na Kwale, huduma za matibabu zinapatikana na zinaendelea. Mikakati ambayo serikali ya kaunti pale, kwamba tayari kuna wale clinical officers wale madaktari matabibu, tumewadeploy waweze kuona wagonjwa, wana pia wana uh, review wagonjwa katika wodi. Kwa hivyo hakuna haja ya taharuki, mazungumzo haya bado yanaendelea na tutapata mwafaka, kwa hivyo sioni shida ya kwamba kuwa watu wawe na taharuki kwamba kuwa hawaendi e, hospitali kupata matibabu na wanaendelea kuumwa manyumbani. Naomba, na ukikuja hospitali ukikosa huduma nitafute mimi, namba yangu ni 0722 537263 tarudia kuhusu hiyo namba namba yangu ni sufuri saba mbili mbili tano tatu saba mbili sita tatu. Iwapo utakuwa umenyimwa uh, huduma katika hospitali.